Hi guys, I'm Vanilla, I'm back again. Okay, leo <clears throat> ni mimi niliwaambia nataka mboma sisimame, na watu waweze kuendelea vizuri na ndoa, wapendane. Na tunasema hakuna kitu kizuri kama kama sex baihi, hakuna kitu tamu kama sex. Wende wapi ama wapi, nothing good like a sex na ukifanya sex si ati wenye wanjaoleka. Unajua kila time inakwenga na time yake, kwa ile tu alisema kila wakati na dakika yake. Kama uko married, fanya sex because you are right you are the possession right ya kufanya sex. Lakini kama ni mtoto wa shule, wachana na sex. Sex ni watu wakubwa, m hmm? Wachana, watu wakubwa wafanye sex, na hiyo time yako ikifika bado utakuwa uta sawa. Leo nataka tuongelelee <coughs> na sijui, by the way kuna mtu aliniandikia message akaniambia <coughs> niongelelee ni hii kitu juu hisi hii kitu inafanyanga watu wengi kwa ndoa iishe because of these things. Yani kitu kidogo kidogo unasana ni kidogo, lakini ni important kwa kwa ndoa, na nikisema kitu important, sio kitu ingine, ni sex. Aya, tuseme for example na nitapiana hii mfano juu hata mimi kitu isai nipata na nikajipata kwa hiyo situation, na ndio nasemanga saa zingine tunapitianga mambo ingine ili tukaweze kupata, yani tukaweze hata, ukikuja mtu tuseme kama ushaikuwa ushailala usha njaa, mtu akikuja kuambia konanja na njaa, utajua nini, utajua nini ya kulala njaa ni nini, unaelewa? So nikisema hii kitu nataka ku--yani ku, nataka kuongea sababu sababu mimi nishaipitia na niliona hata kama hata kama my first marriage ilisha ilisha, ndio hii kitu. So nataka kuongelelea about sex. Sa singine, okay, sa singine mwanamke akipata mtoto, feeling sa sex huwa sina nini, sinaisha. Watu wengi by the way, na kama wewe ni mama hapa, umeenda labor, umeenda umesikia uchungu, na si kupenda by the way, si kupenda, umeenda umenini ile mtoto, hata ukiona mwanamke akikuguza unasikia ngaa kuna zile nini sina, sina, yani sinaishanga kwa mwili sijui ina, tuta, tutaiaddress aje? Okay, mimi si daktari, but kuna sile feelings sa sex sinaishanga na sikupenda. Okay, mimi wa time nilipata mtoto sijui ni kama nishinda nilikuwa yenye nilikuwa nayo mingi sana, ama ni vile huyu aliku, mwenye my husband, alikuwa maasb alikuwa na nanionyesha madharau nikiwa na ile mimba ama ni vile yani, sijui ama ni mambo ya God ilikuwa imefika mwisho mbituni mia ndiye yeye kukanishana. So ikafika time mi, wakati nilipopata mtoto, hata si kwenda hospitali. By the way, mi nilipata mtoto kwa mboma, nilikuwa nime, nilitoka kwa shamba na hii kitu nishaiongelea sana. Nilitoka kwa shamba nikasikia uchungu ya mtoto, hata sikuwa najua kama kama ni uchungu ya mtoto. Je, ile shinda nilikuwa nayo akili yangu ilikuwa inanionyesha yani kufanya kazi kufanya kazi ndio nipate chakula ya kuwekelea kwa meza na niweze kuendelea kimaisha, lakini wakati niliposikia uchungu, i remember ilikuwa kitu saa tisa ya mchana ya jioni. Sasa mimi nikatoka kwa shamba nikaenda nika, unajua sasa ushagu Adam Saudi kusema hivyo kwa dress hivyo, unaona ushagu wakati wa kitambo. Ilikuwa 2010 ilikuwa kitambo 2010 hiyo time a, uh, yani ushagua kukua kume, kume yani kumeendelea kama saa hizi sio kama sio kama saa hii sami wakati nilipopata hiyo na uchungu niliita rafiki yangu alikuwa mama mwenye alikuwa tu karibu kabisa hata hata mambo ikikuwa magumu nilikuwa naenda namwambia iko hivi na hivi sasa mimi nilisauti nilikuwa pale kwa shamba yangu nikamshautia akiwa kwake nikamwambia kuja mbio sababu nasikia ni kama uchungu nasikia uchungu na sijui ni nini akakuja mbio na time yenye ali, yani kabla afike, mimi nilitoka tu pole pole kwa shamba, nikafika hapo kwa mlango. Kufika hapo kwa mlango, kabla hata sijaingia kwa nyumba, nikasikia mtoto ni kama kichwa inatoka. Sasa naye bahati nzuri akakuwa amefika, alafu naye bwana bu, aliyekuwa bwanangu alikuwa the same same, alikuwa the same same kwa boma. Sasa mimi hata nikipata mtoto, alikuwa the same same area na akaona vile nimezaa mtoto na wakati aliona nimezaa mtoto, mi nikadhani mwanaume atafurahia juu ya kumsaria by the way. Na kila kila ndoa zote mkioana ama mkikaa pamoja munakwanga ile happiness inakujanga mpaka wakati mwanamke amekumbali kubeba mimba, amekumbali kukusaria. It's not easy kama we ni mwanaume by the way umeona mwanamke wako by the way amepata mimba na amezaa mtoto, respect that that woman please. Mimi na yesa waomba tu, lakini wakati nilipo nilipo saa akiona, na sijui kama ni vizuri, wanaume mnaweza niandikia hapo kwa comment section, niambia kama ni vizuri ama ni vibaya ukiona mwanamke wake wako, wako akisaa. Lakini wakati mimi huyo aliyekuwa mbwa wangu aliona alisema kutoka hiyo siku mimi ni mimi nitakataka. Akuwa ilala na mimi. Lakini hata mimi mimi nilikwanga na askani, unaona, tulikwanga tunaenda <tutututututunada> kulala. Asini hakuna mtu alikuwa anagusa ule mwingine. Hakuna mtu alikuwa anagusa ule mwingine. Akuwe mimi ama yeye. Na akinda kuniguza. Mimi ni yani, sijui kutoka hiyo siku baadaye alifanya mpaka feelings zangu za mwanaume zikakuja zikaisha. Unaona Sababu ya nini juu nilikuja nikasika sijui ni, ni nili, yani vile nilipata tu mtoto na mtakubalishana na mimi uma, uh, nini, by the way unaona, time yenye bibi amepata mtoto ndio nasaka kuongelea hii kitu juu imefanya mboma mingi siaribike. Kama wewe mwanaume usipo understand bibi yako, na kama we, mwana, mwana, mw, ni wanaume sasa, naongelesha wanaume leo Jui kitu si wanaume ina inawashikanga inashikanga wanawake sana sana. Unaona? Sasa mimi wakati nilinini nini? Yaani tukakuja yani hakuna tuka yani kuguzana. Tulikaa for 3 years. Bila kuniguza, bila hata sikuwa nasikia tamaa yake kabisa. Nilikuwa ni yani usaisikia mtu. Unajua kuna wamama wanapata ngama mimba, wanachukia mabwana zao. Lakini mimi yangu, mimi sikuwa nimemchukia mara ya kwanza vile nilipata mimba. Ah uh, -uh lakini tangu ni yaani niende ni kupata huyo nipate huyo mtoto nikakuja nikamchukia. Until today I hate that man please with all my heart. Na yeye eh, kwanza ambili alisema mimi nitakataka jua, ameona nikizaa hiyo kitu. By the way, ilifanya mpaka nikaona yenyewe mwanamke akizaa yeye nitakataka, but I'm sorry to say that, sababu mwanamke akizaa sio takataka. Lakini hiyo mentality niliweka hiyo time nimekuwa nayo mpaka wakati nilipokuja kupata mwenye ananipenda, mpaka ni wakati nilipokutana na mtu mwenye ananipenda na, na roho yake yote. Sasa hata nikimwambia hii story, aliniambia hapana. Juu nilikuwa namwambia unajua mwanamke akizaa yeye eh, nitakata. Akaniambia hapana. Unaona maybe uko hapo wewe ni mwanaume, we ni mwanamke, umeona bibi yako amepata mtoto, hata ukiona mambo ya seksi hataki, wacha kumchukia ama kumtupa juu sikupenda kwake, hii kitu ina taking time, mpembeleze pole pole muende mwende pole, pole. Mpaka hiyo hiyo hiyo hiyo nini iyo iyo nini iyo nini tamaa mpaka ya nini ishe, kama ulikwanga unaenda unamkimbililia kama baisikeli ya kuiba, anza kumfanya romance mpaka ile ile nini ile feelings, saa zisirudi sina- sinaishanga, juu kama kitu moja, mwanamke anasikanga uchungu sana akienda kunini ku, u ku, ku, na hiyo kitu inafanya uone ni kama anakuchukia, lakini si ati anakuchukia, ni ile yani, ni ile ile nini ya akipata mtoto na njoo mamiki. By the way, sasa hii message mimi niliandikiwa na na fans akaniambia niongelele hii kitu na ni kama ashaipitia hii kitu. Ukisikia mtu akiniambia niongelelee juu ndoa mingi sinaharibika juu ya hivyo. Na mimi kama vile nilisema mimi, nikiambiwa ah, mtu akikuta akamenti aniambie kitu ongelelea Vanilla, mimi nitakwanga nikiongelelea So kama wewe uko hapo badala ya kutupa huyo bibi jua hataki mambo ya sex ya kitanda na na amepata mtoto. Usaanza kusema au sijui ni maringo sijui nini. Hapana, take your time. Mteki wa time nyinyi wawili. Mhm. Unanaka mpaka mbarindi na kujaga inaingia mwanamke, hata anakuambia ukimaliza. Yaani ana ya joto kabisa joto huisha. Sasa so, singine ni joto huisha. Njua watu hawafanani. Lakini ikifika hiyo time, mtafanya nini? Tulisema hii, hii nini channel ni ya kujenga, si ya kupomoa, ni ya kujenga. Juu hakuna kitu mzuri kama kujenga nyumba, umeona umeianzia chini na ime, imeisha the same. Simu kwa ndoa, ni vizuri ndoa zikisimama, sio saide ndoa zisina jiumbaumba. Oh, sijui mtu ameoleka miaka mbili, miaka tatu, miaka nne, miaka kumi, miaka ishirini, wamekuja wameachana. Hapana. Tunaweza taka hata mandoa ndio unaanaka, tunaongea about mambo ya ndoa ndio iweze kusimama. Kama we uko hapo, mwanamke wako amekuwa na hisi shida, nimetanjia nime hapa, amepata mtoto, feelings imeisha, njoto imeisha, kumekuwa kubaridi, utafanya nini ndio uweze kurudisha hiyo ndoa yako? Unajua wanawake, wacha niwaambie kitu moja, siri moja, ni waibie wanaume, wanawake wanakuunga, yani wanawakonga kama watoto Unaweza ukosea bibi yako saa hii alafu ukuje umlete tu vitu mzuri mzuri, ama tu maneno tuzuri tuzurizuzuri, mwanamke anakujanga, anasahau na ile mambo umemfanyia. Kama we unaona kabisa kabisa mwanamke wako amechange kwa kitanda, mpaka vile mlikwanga mnacheza na yeye, ama unamfanya muna lomazi unaona ameamka fi simeamka, lakini imefika time amekuja hiyo ndio mtoto imeisha itafanya nini? Ndio irudishe wewe mwenyewe mwanaume, wewe ndio unajuanga bibi yako vizuri, unamjua kwa kuna mahali una bibi yako unamguzanga, eh, mpaka nywele inasimama, na usikuwa mtu wa kumuongelesha vile, ati unamtuzi, sijui a ah a -ah. Sasa wewe ndio utafanya wewe mwenyewe utafanya irudi ama ikose kurudi. Mambo ya pili, ukita kabisa kabisa ame, imeshindikana kabisa, kuna daktari, unaenda kutembelea daktari kuna hata hata unasikanga mwanamke akikuwa na baridi, kuna zile dawa na kunywanga anarudi form. Lakini sio sio advice mkunywe mandawa. Juu saa hii a a mandawa hapana. Sio si kwambia mandawa saa hii kwa saa hizi. Lakini wewe mwenyewe unaweza mtengeneza. Wewe mwenyewe unaweza mtengeneza kwa maneno yako, kwa mikono yako, kwa kila kitu yako. Ndio ndio tulisema <coughs> Kenya unaesa fanyia bibi yako. Hata tuseme for example, kama mimi bila bwanangu ananifanyanga, hakuna mtu mwingine, by the way, anaweza nifanyia nisikie vizuri bile, kama bila kama bwanangu vile ananifanyanga, njoo mwanangu anajuanga shinda, anajuanga weakness yangu mahali inakuanga, anajuanga kuna mahali naweza gusa Vanilla, hata kama alikuwa amekasirika, akasirika, yani kama alikuwa amekasirika, nifurahie juu ya maneno yake, juu ya nini, yani kuna kile kitu naweza fanyia juu. Unajua, kama huyu mwanaume aliyekuwa bwana yangu angejua ile maneno aliniambia kuna kinye, kitu amepanda ndani yangu alafu tena niona nimepata mtoto na huyu mwanaume si kwa, yani nikamchukia kabisa kwa nini? Ni tu yote tapia yake, so it depend wewe mwenye utakaji na huyo mwanamke uta, ule ni utamuado aje? Ndiyo nimewambia wanawake ni kama watoto, utamuado aje? Hata mwanamke unaisaenda tu umletee kitu ya shilingi tano ama shilingi kumi, kulingana na uwezo wako ya kufanya tu afurahie, na akifurahia ni hivyo. Unajua, kuna mtu mwingine unaweza hata tuseme, for example kama mimi, utani pia. For example na mimi tumekuwa na bwanangu, akuja anjaribu, anjaribu ah, njia zote ndio niweze kufurahia ama ya sex, na nikuwe kabisa kabisa sitaki, ama ikuwe, yani hata akinigusa hapi, yani sina ile mudi kabisa, imeisha. Atafanya nini? Lakini unajua, hii kitu inatokanga hapa kwa maida ndio unjue ndio nimesema sex kwa ndoa si kwa sex kwa ndoa ni, ni mzuri sana. Na, na sex bila ndoa hiyo sio ndoa. Wacha tuongeange ukweli. Kwa ndoa bila sex hiyo sio ndoa. Mja nini? Mtakaa kama brother na sister. Hmm? Ama mtaka fa, ma father na ma sister. Lakini kwa ndoa ile kitu inafanyanga ndoa ikuwe tamu ni nini? Ni sex. Mkumbaliana na mimi ama wale wenye wanasemanga naongeanga atinaongeanga vibaya. But that is true. Kwa sex kwa ndoa hiyo ndio ndoa. Ndoa bila sex hiyo sio ndoa. Amani eti guys, so nimesema nijibu ni nini ni ni, ni, niongee kitu, ndio kama wewe uko hapo ulan kula, kwa yaani yani ulan vile <coughs> utakana kwa dastard unajua, ukia dastard mtu utaweza kukaa na yeye na wewe mwenyewe ndio utajua wewe mwanamke wangu ni jamu wado aje, ndio aweze kurudi form kama alikwanga nakupea tutano ukeza ameanza kukupea tuwili, jua ni kwa nini, hajaribu kumuadasadi. Ni kwa nini? Kama huyu mwanamke m- hata mkiingia pale mkifanya romanzi ama mki- mkinini mambo zenu ako hapiri, ukiona hayuko hapiri, hebu jaribu kumuadasadi ni nini. Kitu ya pili nasemanga, unaona, communication kwa ndoa is very nice. Communication kwa ndoa is very nice, naweza kuwa nimekasirika na sijui na haujui lakini, ukikuja communication nitaweza kukuambia zote kenye kine kinafanya nikasirike ama ni aje? Guys, wacha tufikisha hapo, until for until tomorrow. Thank you for watching my video, am Vanilla. Na tafadhali, nawaomba msisahau kusubscribe, kushare, ku share na ku comment, na msininyime hiyo like. Mnaweza ninyima vitu zote, lakini hizo sio vitu tatu, msininyime ku like kusubscribe na kushare. Na Mungu atawabariki. Juu mimi sitawahi kuja hapa niwaambie wewe oh, sijui niko na shida. Hiyo kitu ndio mnaweza ni support nayo na tu kwa my YouTube channel only with that. Na mkifanya hivyo Mungu aliye mbinguni hawa nawabariki. Na time yenye mtakuwa mnahitaji watu, Mungu atawatumania. Thank you guys for watching my video. I love you and I love you so much all.